Ramadhan: imani au nidhamu ya kisaikolojia. Ukweli haupatikani kwa kukariri, ukweli hupatikana kwa kuuliza. Kila mwaka mamilioni ya watu duniani huingia kwenye kipindi cha Ramadhan. Wanabadili ratiba zao, wanabadilisha namna wanavyokula, namna wanavyofikiria, namna wanavyoishi. Na mara nyingi swali moja haliruhusiwi kuulizwa: kwa nini? Ramadhan inaelezewa kama mwezi wa ibada, mwezi wa kujitakasa, mwezi wa kumkaribia Mungu. Lakini leo hatutajadili kama Ramadhan ni nzuri au mbaya. Hilo si swali letu. Swali letu ni moja tu. Je, kufunga ni tendo la kiroho au ni mfumo wa nidhamu ya akili ya binadamu? Kabla ya Uislamu, kulikuwa na kufunga. Kabla ya Ukristo, kulikuwa na kufunga. Kabla ya Uyahudi kulikuwa na kufunga, na kabla hata ya dini kuandikwa, binadamu alikuwa tayari anajua kufunga. Jamii za kale zilifunga kabla ya vita, zilifunga kabla ya kufanya maamuzi makubwa, zilifunga kabla ya kuwasiliana na kile walichoamini ni nguvu ya juu. Hii inatufundisha jambo moja muhimu sana: fasting haikuanza kama ibada, ilianza kama zana zana ya kubadilisha hali ya akili. Unapofunga mwili unapochoka, akili hubadilika. Njaa inapunguza kelele za ndani, inapunguza kiburi, inapunguza upinzani. Ndiyo maana fasting karibu kila mara huambatana na ukimya, unyenyekevu na utiifu. Sasa jiulize kwa uaminifu: je, Mungu anahitaji tumbo lako liwe tupu? je Muumba wa ulimwengu anahitaji njaa yako ili akusikilize? Ya au fasting ni kwa ajili yako, si kwa ajili yake? Katika saikolojia kuna ukweli usiopendwa sana kusemwa: binadamu aliye na njaa ni rahisi kuongoza, rahisi kuelekeza, rahisi kukubali. Njaa hupunguza ego, na ego inapopungua utiifu huongezeka. Hii haimaanishi kufunga ni vibaya. Hapana, lakini inamaanisha kitu kimoja muhimu sana. Kufunga ni chombo cha nidhamu, na kila mfumo mkubwa wa binadamu, dini, jeshi, falsafa, hutumia kutumia nidhamu. Katika Ramadhan unaambiwa usile, usinywe, usitamani, usijitawale. Kwa lugha nyingine unaambiwa jidhibiti, na hapo hakuna tatizo. Tatizo linaanza pale ambapo huulizwi kwa nini au hairuhusiwi kuuliza kwa nini, kwa sababu mfumo wowote unaodai utiifu bila uelewa huanza kuogopa maswali. Swali si Ramadhan ni sahihi au si sahihi. Swali ni unaielewa au unaitekeleza kwa hofu. Je, unafunga kwa sababu umefikiria, au unafunga kwa sababu umeambiwa? Katika maandiko ya Quran kufunga kunaelezewa kama njia ya kumcha Mungu lakini kumcha Mungu ni nini hasa? Je, ni hofu au ni ufahamu? Kwa sababu hofu na uelewa si kitu kimoja. Hofu inanyamazisha maswali, uelewa unayaalika. Na imani ya kweli, kama ni kweli kabisa, haivunjiki kwa swali moja. Binadamu hakuwa mjinga kabla ya dini. Alikuwa anauliza, alikuwa anatafuta maana, alikuwa anajaribu kuelewa kifo, maisha na maumivu dini zilikuja baadaye, sikuwa maswali bali kuzisimamia. Na hapa ndipo tunapaswa kuwa waaminifu. Je, Ramadhan ni njia ya kukupeleka karibu na ukweli au ni njia ya kukuunganisha na mfumo? Huenda ikawa zote mbili, lakini huwezi kujua mpaka ujiulize. Hii si wito wa kuacha kufunga, hii si wito wa kudharau Ramadhan, hii ni wito wa kuielewa. Kwa sababu imani inayotegemea kutohoji si imani, ni hofu iliyopangwa vizuri. Na Mungu wa ukweli, kama kweli ni wa ukweli, haogopi gopi maswali. Endelea kufunga kama unataka, lakini pia endelea kufikiria, kwa sababu njaa inaweza kutakasa mwili, lakini ni akili inayotafuta ukweli. Na mwanga wa ukweli hauzimwi na swali, unanga zaidi.